Je, umewahi kuhisi kama hupewe heshima unayostahili? Labda uko kwenye mahusiano ambapo unatoa kila kitu, lakini bado unaonekana wa kawaida, au kazini unafanya kazi kubwa lakini sifa wanapewa wengine. Kuna siri kubwa ambayo wengi hawaifahamu. Tatizo sio sura yako, sio pesa zako, na wala sio kwamba huna bahati. Tatizo liko kwenye signaling, yaani ujumbe wa kisaikolojia unaoutuma kwa ulimwengu bila wewe kujua. Kuna tabia ndogo ndogo ambazo unadhani ni uungwana au upendo, lakini kisaikolojia zinafanya ubongo wa mtu mwingine akuone kama bidhaa ya bei rahisi. Leo tutaenda kuvunja makosa matano ya kisaikolojia yanayoua thamani yako papo hapo na na kuahidi. Kosa la tano ndilo hatari zaidi na ndilo ambalo asilimia tisini ya watu wema wanalifanya kila siku, wakidhani wanatengeneza amani. Ukirekebisha hili, utaona mabadiliko ya haraka sana kwenye jinsi watu wanavyokuchukulia. Kabla hatujaingia ndani, fanya jambo moja la kiungwana: bonyeza kitufe cha subscribe na washa pengele ili usipitwe na madini kama haya kila siku. Tayari, asante, twende kazi. Kosa la kwanza upatikanaji uliopitiliza, the scarcity principle. Kwenye uchumi, kitu kikiwa kingi sana sokoni, thamani yake inashuka. Saikolojia ya binadamu inafanya kazi hivyo hivyo. Unapokuwa mtu ambaye kila ukipigiwa simu unapokea fast ring, kila ukiitwa unakimbia, kila ukiombwa unatoa bila kujua, unautuma ujumbe kwenye subconscious mind ya watu kuwa sina cha maana kufanya, muda wangu hauna thamani. Simaanishi uwe unaringa au uwe mgumu kusaidia. Namaanisha uwe na vipaumbele. Watu wenye thamani kubwa, high value individuals, muda wao umepangwa. Unapojibu message sekunde ile ile inapoingia kila wakati, unaondoa ile mystery na heshima ya muda wako. Unapokubali kila mwaliko, unajishusha. Suluhisho: jifunze kusema niko bize kidogo nitakutafuta baadaye, na uwe unamaanisha. Usiwe available kwa kila mtu wakati wote. Wape watu nafasi ya kukumis, wape watu nafasi ya kutafuta uwepo wako. Kumbuka, kitu adimu ndicho hutafutwa kwa gharama. Kosa la pili, kutafuta kibali nje, external validation. Hili linatokea pale ambapo huwezi kufanya maamuzi mpaka usikie watu wanasemaje. Unavaa nguo ili watu wa comment. Unafanya kazi fulani ili wazazi wafurahi. Unaongea ili ufurahishe kikundi fulani. Saikolojia inasema hivi, mtu anayetafuta kibali ni mtumwa wa yule anayetoa hicho kibali. Ukionekana unajaribu sana kumfurahisha mtu, trying too hard, unanuka harufu ya desperation, yaani kukata tamaa. Na hakuna kitu kinachowafanya watu wa kudharau haraka kama kuhisi unalamba miguu ili wakupende. Watu wenye thamani kubwa wanajipa kibali wenyewe kwanza. Wanajua wao ni nani bila kuambiwa na Instagram likes au sifa za ofisini. Suluhisho: anza kujiamini kwenye maamuzi yako madogo. Ikiwa unapenda kitu kipende, hata kama wengine hawakielewi. Usiulize nimependeza kwa lengo la kutaka kujisikia vizuri, uliza kwa lengo la kupata maoni ya kitaalamu tu, lakini wewe mwenyewe uwe ushajikubali. Thamani inatoka ndani, hailetwi na FedEx. Kosa la tatu, kukosa mipaka, lack of boundaries. Sikiliza kwa makini, watu hawatakuheshimu kwa sababu wewe ni mwema, watakuheshimu kwa sababu una mipaka ambayo hawaruhusiwi kuivuka. Kosa la kisaikolojia unalofanya ni kufikiri kwamba ukiruhusu watu wa kukosea heshima au ukivumbilia tabia mbaya, ndio utaonekana mtu poa au mnyenyekevu. Huo sio unyenyekevu, huo ni uoga. Ukicheka wakati mtu anakutania kijingajinga, unajishusha thamani. Ukiitikia ndiyo kwenye kitu ambacho nafsi yako inasema hapana, unajishusha thamani. Kanuni ni hii: unawafundisha watu jinsi ya kukutendea. Ukiruhusu dharau ndogo leo, kesho itakuwa kubwa. Suluhisho: jifunze neno la nguvu zaidi duniani, hapana. Weka mistari Mtu akichelewa kwenye miadi yako bila taarifa, mwambie sipendi kusubiri. Next time zingatia muda. Usiogope kupoteza watu kwa sababu ya kusimamia heshima yako. Wanaobaki ndio wanaoheshimu thamani yako. Kosa la nne: kuzungumza kila kitu, oversharing. Kisaikolojia, mtu anayeongea sana, anayetoa siri zake zote, anayeelezea kila hatua ya maisha yake Anaonekana hana udhibiti, lack of self control. Pia unawapa watu silaha za kukutumiwa baadaye. Unapojuana na mtu kwa mara ya kwanza afu ndani ya dakika ishirini ushamwambia matatizo yako ya kifedha, ugomvi na mpenzi wako na ndoto zako zote, umemaliza ile curiosity yote. Hakuna tena hamu ya kukuchunguza. Umekuwa kama gazeti lililosomwa. Thamani inakaa kwenye usiri. Watu wenye mvuto na heshima huwa hawasemi kila kitu. Wanaacha nafasi ya watu kujiuliza. Suluhisho, jifunze kusikiliza zaidi kuliko kuongea. Unapoulizwa swali, jibu swali husika. Usitoe historia ya ukoo. Hifadhi mipango yako mikubwa mpaka itimie. Acha matokeo yaongee, sio mdomo wako. Kosa la tano, kujitelekeza kivazi na kimwili. Hapa hatuzungumzi kuwa model au kuvaa nguo za bei mbaya, tunazungumzia self respect. Kuna kitu kinaitwa halo effect kwenye saikolojia. hii ni pale watu wanahukumu tabia zako za ndani kulingana na mwonekano wako wa nje. Ukitembea mabega chini, nguo chafu au hazijanyooshwa, ubongo wa mtu mwingine unatafsiri huyu mtu hajijali. Kwa nini mimi ni mjali? jinsi unavyojiweka ndivyo unavyowaenekeza watu wa kupokee. Mwili wako na akili yako vina uhusiano, feedback loop. ukivaa vizuri unajisikia vizuri na unatembea kwa kujiamini. Ukijiamini, watu wanakuona una thamani. Suluhisho: tembea kifua mbele, posture maintain, eye contact, usiangalie chini ukiongea na watu, vaa vizuri kulingana na nafasi yako. Usafi ni sehemu ya heshima. Usitegemee watu waone thamani ya moyo wako wakati kava ya nje inaonyesha haujiheshimu. Rekodi kwamba kubadilisha saikolojia yako sio kitu cha usiku mmoja, ni safari. Ni kosa gani ambalo umekuwa ukilifanya sana na leo unaamua kuliacha? Niandikie kwenye comment hapo chini, nataka kusoma stori zenu na nitajibizana na nyie. Kama video hii imekupa kitu kipya, tafadhali like, ili YouTube isambaze kwa watu wengine wenye uhitaji. Asante kwa kutazama. Tukutane kwenye video ijayo. Keep building your value. Peace.